Kwa bana, magumu ushawi na wapelekaji. Unajua huko mimi ukotauni <laughs> mimi nimezoea kula ugali na nyama, sio ameenao unaelewa yani samaki vitu za maana, maana hofu unaelewa. Eh, si najua bana kikoko majili, hata unaona umejipanga, umejipangapanga na mambo yako nini, vile unajitaka najitaka mwenyewe eh, lakini sa sasa naona huku kwetu huku bana. Hey, eh bana, kila siku nigoga sasa, unaelewa hata maisha mm. Bana tukalia mi sikurang, mi ugali na mimi nimezoea zile vitu vii vikinyama, unaelewa

swali ni swali na kuuliza umesema si kula gari na nini? Zimekuwa tu stories za ajaba. Ona, acha nichukue kitu kidogo. Stories za ajaba na mimi nimezichukulia kwa serious. Sasa hiyo hiyo umejua, akasema wanakula mboga nikasema ongeze chakula kingine. Sasa wewe. Wewe. Cheki. Acha nichukue kitu kidogo, usijifanye ndio ama wale, friend, wacha kunisumbua sasa. Maji kafika upande wa kula mchezo namna gani? Bana hapo ukuli, alafu atakuletea ugali na nyama hata.